Hey, mambo vipi? Karibu sana katika video hii nitakwenda kufahamisha jinsi gani ya kutengeneza table ndani ya Microsoft Word, hatua kwa hatua. Angalia video hii mwanzo hadi mwisho kama unahitaji kuweza kujua jinsi gani ya kutengeneza table ndani ya Microsoft Word na jinsi ya kucustomize ku style table yako, kuondoa mfano e, row, column, kuingeza na vitu kama hivyo, utaweza kujifunza leo katika video hii. So moja kwa moja, baada ya kufungua document yako ambayo unahitaji kuweka ama kutengeneza hiyo table, click sehemu ambayo unahitaji hiyo table ianzie. Kasa yako utaona imekaa hapo na njoo zako katika hizi tabu huko juu, tabu ya insert utakliki hapo, itafunguka na utakuja chini tu kidogo, hapa kuna sehemu imeandikwa table so utakliki hapo, na kuna njia tofauti za kuweza kutengeneza table. Kwa mfano hapa unaona kasa yangu na hover katika hivi vyumba vyumba, na huku katika document inaonesha kuwa inajichora table. Kwa utangalia wewe table yako ina row ngapi na column ngapi. So kama ni column mbili maanake utakuja hapa moja mbili column mbili hiyo ambayo ni row moja. Kama ni row mbili column mbili ukishuka tukasa yako hapa chini unapata column mbili row mbili. Kwa hiyo mfano, mimi wacha nichukue iwe ni column tano na row tano kama hivi ambavyo unaona hapa. So baada ya kuweza kumaliza na kuona table yako unaohitaji ni hiyo yenye row kadhaa na column kadhaa. Uta click kwa accept, na tayari unaona hapa column na row ambazo nimezichagua. Column ya kwanza ni hii, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, lakini row ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutengeneza simple tu kwa ku hover pale katika vile vyumba kupata row na column na kutengeneza table yako. Utaweza kuingiza hapa hizo data zako ndani ya table, lakini sasa, kama unavyoona, ile table halionekani vizuri sana. Itakubidi uweze ku-style, ku-customize tabuli yako ili ilete muonekano mzuri. Jinsi ya kufanya hivyo, unakuja katika tabu ya design. Utakaposelect tu tabuli yako, moja kwa moja tabu ya design itafunguka hapa. Kwa hiyo, hapa unaona kuna table style, una uwezo wa ku-style tabuli yako, kuna default style ambazo zipo hapo unaweza kuzitumia. Unaona hapa tabuli yangu, nachukua style tofauti. Unaweza ku-click hapa katika hii triangle eh, iliyoelekea chini. Kuweza kuona staili nyingine ambazo zinapatikana pia. Unaona tabuli yangu inachukua staili tofauti. So utaangalia staili ambayo inaendana na hiyo dokumenti yako, kile ambacho na kipresent na kitaonekana vizuri, basi utaweza kuchagua hapa. So kama hivi ambavyo unaona, unachagua tu staili ambayo unahitaji. Hapo kuna staili design tofauti tofauti, wewe mwenyewe ukikaa huko utaweza kuangalia ipi ambayo inakupendeza na kuweza so, kuitumia katika kazi zako. Vile vile unaweza kukliki hii ukaletoa more unaona, staili nyingi sana ambazo unaweza kuzitumia. Kuna plain tables ambao ni hii, kuna grid tables zimejigawa katika group hizi style. Mimi sitoweza kuziklik zote hizi, wewe nitakuachia kazi hiyo uweze kuziangalia na kujifunza na kuona jinsi gani ambavyo unaweza kutumia style hizi. Unaweza kumodify table style hapa, unaweza kuclear style katika hiyo table, unaweza create new table style ya kwako mwenyewe na kuweza kuisave. Vitu vyote unaweza kuvifanya hivyo. So jaribu huko, jaribu ku customize, kucheza na hizi style mbalimbali mbali. Kama utaganda sehemu, kuna sehemu itakushinda, hujielewa vizuri, unaweza kunambia ili tuweze kuja kuoneshana, lakini mimi sitoingia deep sana katika kuonesha namna gani ya kucheza na hizi style. Okay, lakini pia kuna hii shading hapo, ukiklik unaona una shade katika Row flani ama column flani ambao umeiselect kwa muda huo. Mimi sasa hivi kasi yangu iko hapa na ndio maana hapa nikiweka shading na shade katika katika chumba hiko. Lakini mfano nahitaji kushade katika column nzima hii ya kwanza. Nina uwezo wa kuja hapa, nika click na kuhold, nika highlight column hii yote. Nikija katika shading sasa hivi, kwa hiyo maana yake hapa sasa hivi na shade column nzima. Kwa hiyo unaweza kutumia hivyo, ukaweka hapo pengine column ya kwanza ichukue rangi flani, column ya pili ichukue rangi flani. Unaweza kufanya hivyo pia. So ukiachilia hiyo shade hapo Ukija hapa kuna boda, sehemu ya boda. Kwa mfano unahitaji wewe e, hii row ya kwanza huko juu hizi hapa boda, i mean hizi column ambazo zinakata hapa huzihitaji, unahitaji kuziondoa, just iwe ni row tu ionekane. Unaweza kuja kuziselect hapa kama hivi ambavyo nimefanya mimi, una click na ku hold na ku drag hadi mwisho ile sehemu ambayo unahitaji kuselect, kisha unakuja katika boda, unahitaji kuondoa mstari gani katika hiyo table yako hiyo uliyo select mfano mimi nahitaji kuondoa eh, hizi all borders utaondoa outside borders eh, inside borders unaona inside borders katika hii row ya kwanza tu kwa nini inafanya kazi katika row ya kwanza tu kwa sababu ndio ambao tumei select kwa mfano inside borders unaona vimeondoka zile eh, border zote ambazo zinapatikana humu ndani ya hii row ambayo tuli select. Hivyo hivyo mfano nahitaji kolamu hii okay kuiondoa hizi E, boda ambazo zimo ndani unakuja katika boda unakuja insert borders unaona tunapata kitu kama hicho kwa hiyo unaweza kutengeneza vitu tofauti tofauti kwa kupitia table katika Microsoft Word na hapo unaweza kuweka data mbalimbali na mtu asione kama umeweka katika column kwa sababu tayari unakuta hakuna zile line ambazo zinatenganisha baina ya e, column moja ama row moja na nyingine so unaweza kufanya hivyo pia, una, just una highlight tu kama hivi unakuja unaondoa zile boda ambazo unahitaji kuondoa Ukiklik hapa mfano no borders, zinaondoka boda zote mpaka hizi za pembeni, kwa sababu no borders ambayo boda zote zinaondoka. Na uzuri wa hizi ukiklik hapa tayari moja kwa moja inakuonyesha hata jinsi ambavyo hizo boda zinaonekana. Kwa all borders hapa naweka all borders kama hivi ambavyo nimeweka, naweza kuselect hizi, ukarudisha all borders, kama hivi. Very simple unatengeneza table ile ambayo wewe unahitaji kuweza kuitengeneza, ambayo, ambayo ita represent data zako. Kwa jaribu kucheza na hizi eh, aina mbalimbali mbali za ku remove borders, kuweka borders ukiona hii rangi ya gray fulani maana yake hiyo ipo, eh, clicked, ipo accepted. I mean, ipo on. Kwa hiyo ukiklik hapa unaondoa unaona, bottom border, top border, left border. Left huko imeondoka, right border imeondoka, hapo imekuwa kama zimeungana eh, kola mbili. No borders kama hivyo Tayari zipo nafasi hapa za kuweka data, lakini unakuta hakuna boda yoyote ambayo inaonekana. Jaribu, unaweza kuondoa table nzima isiwe na boda. Mfano, uka select kama hivi, then ukaja katika oh, sorry, uka select ukaja katika tab ya design, ukaja katika boda, uka click no borders kama hivi na itakuwa hamna boda yoyote. Ukiangalia kama hakuna table, lakini tayari ukiingiza data zako zitajipanga katika hii table ambayo ipo hapa lakini haionekani. Tayari kwa sababu umehide zile borders za hiyo table. So, kuna vitu vingi vya kuweza kujifunza hapa. Jaribu kufanya mazoezi wewe mwenyewe, practice, practice, practice na utaweza kuona namna gani ya kucheza na hizi features hapa. So, ukiachilia hii borders, kuna border painter. Kwa mfano hapa, si tumeondoa hii hapa. Okay, tumeondoa line hii hapa ambayo inajenga border hapa. Tunahitaji kuiweka hapa. Naweza kuklik hapa katika border painter, tukawa na uwezo wa kuchora. Okay, una click na unachora na inajiweka boda kama hivyo. Kwa una uwezo wa kuchora hizi boda kama hivyo. Umeona kwa kutumia hiyo boda painter unaweza kufanya hivyo. Jaribu. Natumai hutuweza kushindwa; tutaweza kujifunza namna gani ya kutumia pia hii boda painter kama hivi mimi nilivyopaint na kutengeneza hizi boda humu. So ukiachilia hapo, kuna hii pen color. Okay, unaweza kuchagua pen color ukaona tumia katika uandishi wako humu lakini ukiachilia hizi features ambazo zinapatikana katika design huku, kwanza kuna header row, kuna first column, kuna last column. Hizi zinafanya kazi sana unapochagua hizi style. Okay, hizi style zinakuwa zinakupa na eh, header row inaonyesha mfano hii ya kijani, unaona hii ya juu ndo header row. Sasa ukiondoa tiki hapa, maana yake umeondoa ile header row. Umeona ile rangi iliyokoza imeondoka, kwa sababu hakuna header row, na hii inaonyesha header row. Kwa unaweza kuchagua hizi kutiki na kuantiki na kuona effect zake katika hiyo table ambayo umeitengeneza. Ndio kujifunza maanake, unaanza kutengeneza table kama hii, alafu unaanza kucheza na hizi features na kuona effect zake. Ah, unajua sasa, kumbe features hii kazi ambayo inafanya ni kuondoa first column. Ah, hii ni kuondoa banded row. Muona banded row ndo hizi, kama zebra tunasema, line zinazofanya kazi ama zinazojichora katika hizi row, okay bended row kuondoa kama hiyo style uliyochagua ina eh, bended column itaweka bended column, ama itaondoa kama hivi. So unaweza kujaribu hizo table style options, lakini ukiachilia eh, jinsi gani ya kuweza kuweka hizo style mbalimbali mbali, lakini pia una uwezo wa kukuja katika hii layout tab, ukaona hapa ku add e, row ku add columns. Unaweza kufanya hivyo baada ya kuchora table yako, pengine umekuta kuna row inahitajika Unaweza mfano huku chini, wacha tuweze kuongeza row nyingine. Baada ya kuselect kama hivi, row yako ya juu, unakuja katika hii tabu ya layout, unakuja hapa, unahitaji kuinsert below mfano okay. So hapo tu insert below, umeona kuna row imekuwa inserted hapa, imeongezeka. Insert below tena, inaongezeka row nyingine. Insert below, inaongezeka row nyingine. Ah, unahitaji kuongeza column okay. Kwa kama unahitaji kuongeza column mfano, ukihighlight okay column hii hapa ya mwisho okay kama hivi ukija hapa juu unakuja insert right, maana yake unaongeza column right huku. Insert right unaongeza column right. Unaona columns zinakuwa nyingi hizo kama hivyo ambavyo unaona nilivyofanya mimi. Lakini insert left zitaongezeka column huku upande wa kushoto. Insert above, mfano let's say tuna highlight hii ya juu huku, insert above inaongezeka row kwenda juu okay so unaweza kucheza na hizi row and column, namna gani ya kuinsert row na column katika table yako ambayo umekwishaitengeneza, lakini sasa pia una uwezo wa kujumuisha row mbili kwa pamoja, ama cell mbili kwa pamoja, tatu na kuendelea, zikiwa zinaonekana kama zimeungana. Kivipi? Kwa mfano angalia, una merge i na select mimi hizi hapa row zangu mbili, hii na hii hapa. Baada ya kuziselect kama hivi, nakuja hapa katika tab ya layout na kuja merge cell, na tayari unaona imejengeka kitu kama hivi, imeungana row ya juu na ya chini, imekuwa kama ni row moja kama hivi. So unaweza kufanya hivyo, mfano wacha ni highlight column hii hapa, unakuja hapa, let's say unahitaji kuweza kumerge na merge, inakuwa inaonekana kama ni column eh, ambayo imeungana kama hivi. Nadhani umeshakutana na table za aina kama hii, kwa unaweza kufanya hivyo na wewe katika Microsoft Word wa kuweza kufanya Eh, vitu kama hivi, so ukiachilia hapo, pia kuna hii split table. Unahitaji kutenganisha table, mfano na highlight mimi hii hapa row okay, then split table, inatenganisha table zako okay, control z kurudi undo kama hivi, lakini pia una uwezo mfano wa kuselect, let's say row hizi mbili za mwisho, ukaja katika tabu ya layout, ukaja split cell unahitaji split cell ngapi uzigawanye, utachagua click ok. Unaona cells zimeweza kutengenezwa nyingi tu hapa, kama hivi ambavyo unaona kwangu inaonekana. So kuna vitu vingi vya kuweza kufanyia mazoezi na kuvijua humu katika masuala mazima ya kutengeneza table. Na kitu kingine unaweza ukaweka kasa yako. Unaona kasa yangu nikiweka hapa inaanza left huku. Kwa mfano unahitaji wewe ukitype humu ndani maneno yako yaanze center, unaweza kuja hapa uka click hapa katika alignment, align top center; maana yake itaanza juu lakini kati. Kwa hiyo ukiandika kitu kitaanza kati hapa. Align center itaanza kati moja kwa moja, kati na kati, horizontal na vertical, itaanza kati. Kwa hiyo unaona kasi yangu sasa hivi ipo kati hapa. Kija huku left, nikiklik unaona kasi imeanza left huku. Right kasi itaanza o right. Kama wewe unahitaji maandishi yako yatoke kulia kwenda kushoto, utachagua hapa katika alignment. Kumbuka ni features zinazopatikana katika tabu ya layout, na tabu ya layout utaipata hadi utakapo select hiyo cell yako ama hiyo table yako okay? So ukiachilia hapo, kuna hizi issue za text direction. Mfano, unataka maandishi yako yaelekee kutoka juu kuja chini basi unaweza kuchagua hii text direction katika hii sehemu ya alignment. Lakini kuna cell margins hizi nyingine, itakuja kuangalia katika sehemu ya pili ya namna gani ya kutengeneza table katika eh, Microsoft Word hii. Just nilihitaji tu kuweza kukuonesha jinsi ya kutengeneza hili table hapa Eh, na kuona namna gani ya kuweza kucustomize kuweka style mbalimbali, lakini tutakuja kuingiza maneno sasa katika video ambayo inafata, na kuona jinsi gani ya kuweka maneno yaanze kulia, yaanze kushoto, yaanze kati, lakini vile vile yaanze juu kwenda chini. Tutaenda kuona katika video hiyo ambayo itafata. Lakini pia unaweza kufuta, mfano nika highlight mimi row zangu hizi mbili na column zake, nikaja huku juu katika tabu ya layout, utakuja hapa katika eraser uta click na utaweza kufuta hapa kama hivi ambavyo unaona unafuta, unakuwa kama upo na raba hivi. Ukiangalia kasa yangu hapa, unafuta hizi e, column na row kama hivi. Lakini ikitokea unahitaji kuweza kufuta let's say row nzima hizi mbili, unakuja hapa katika delete, unachagua unahitaji kufuta nini: delete cell, delete column, delete row, delete table. Unahitaji kufuta ili eh, delete rows. Okay, zitafutwa rows e, Ah, nahitaji kufuta hizi column za huku mwisho, unakuja katika tabu yako layout, unakuja delete, nahitaji kufuta column hii ambayo nimeselect. Hivyo, hivyo, nahitaji kufuta column zote tatu hizi ambazo nimeziselect. Utakuja katika delete, utakuja delete column. Okay, unaona? Nahitaji kufuta row hii ya mwisho huku, utahighlight yote, delete rows. Kwa hivyo utaweza kufuta table yako katika zile cells, ama column ama row ambazo huzihitaji. Na highlight, I mean una select, then unakuja katika tabu ya layout, unakuja katika sehemu ya delete hapa na utaweza ku delete eh, delete mfano cells hizi unahitaji ku delete entire row ama delete entire column ama shift cells left, unaweza kuchagua hapo, so unaweza ukajaribu huko na ukaona namna gani ya kuweza kutumia hii features ya delete hapa kuweza ku delete columns and row, lakini pia unaweza kudelete table nzima kama hivi, na ukaweza kuwa umeifuta, pengine ukaanza kutengeneza nyingine mpya. So kuweza kutengeneza, nimekuambia unakuja katika tabu ya insert, unachagua katika sehemu ya table hapa. Tumetengeneza kwa kupitia katika hivi vyumba vyumba hapa, lakini unaweza kutengeneza kwa kuclick hapa katika insert table, ukaandika pengine, unafahamu we number of column ambazo unazihitaji na pale kama unavyoona inakulimit, huwezi kupata column nyingi na row nyingi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo hapo unaweza wewe kuja ukaandika mimi nahitaji eh column mia moja, number of column, lakini row nahitaji ziwe eh kumi, then uta click tu okay. Hapa number must be between 1 and 63, okay. Inakataa column lazima zisizidi 63. Kwa let's say hapa tunahitaji column 60, click okay. Tayari hizi hapo. Unaona table ambayo tumeipata hapa. Kwa column mia moja, haiwezi kukubali katika Microsoft Word. So unaona column nyingi, row kumi hizi, ambapo table kama hii usingeweza kuitengeneza kwa kuja hapa katika insert na kwa kuchagua table na kuchagua hapa. Huwezi kupata column ya, uh, I mean column sitini hapa. Kwa hiyo unaona jinsi ambavyo, eh, tumeweza kutengeneza kwa kuklik hapa katika insert table. So hiyo ni njia nyingine ya kuweza kutengeneza table katika Microsoft Word kwa kuchagua pale katika insert. So acha tuweze kuselect table yetu. Table imefika mpaka nje huku. Una uwezo wa kutumia arrow yako kuweza kuifanya iwe pana cell yako, yani column yako, I mean row yako pia, lakini vile vile unaweza kuifanya, eh, column yako isogee hivi, kama unavyoona. Unaweza kufanya vitu vyote hivyo. Okay, so acha tufute table yetu hii, tuiselect tu highlight yote Kuja katika tab ya layout, delete, delete table, tumeifuta. So unakuja katika insert tab, table, unakuja katika draw table, aina nyingine ya kuweza kutengeneza table. Pengine unahitaji kuchora tu mwenyewe, una click na drag, unachora table yako, inaanza boda ya nje kabisa, then unaanza kuchora kolamu ambazo unahitaji. Mfano kolamu ya kwanza, kolamu ya pili, unachora maanake kama kwa mkono vile, kolamu ya tatu kolamu ya nne. Kwa hiyo hapa tupo na kolamu moja, mbili, tatu, nne, tano. Ro unakuja, ro ya kwanza, umeona, ro ya pili, pengine ro ya tatu unahitaji iwe kubwa, unachora hapo, unasugia chini kidogo, ro ya nne, ro ya tano, umeona. Kwa hiyo tumeweza kutengeneza table kwa kupitia njia ya hii draw table. Ambayo pia katika layout hapo unaipata hii options ya kudraw. Kwa hiyo unaweza kukliki hapa, Eh, uka draw tena hapa column nyingine, i mean row nyingine ukaiongeza kama hivi. So kuna njia nyingi za kuweza kuchora table kama tunavyoona hivi katika Microsoft Word, na kuna baadhi ya features ambazo leo sijaziongelea, ama nimezigusia tu sijaingia kiundani. Nitakuja kuziangalia katika video nyingine ambayo inafuata, ambayo ni part 2 ya video hii, katika shule nzima ya ku deal na table ndani ya Microsoft Word. Cha kukushauri ama cha kukusisitiza Subscribe youtube channel yangu kama bado hujasubscribe, ili usiweze kupitwa na muendelezo wa hiki ambacho tunajifunza. So unakuja katika tabu ya insert, tunachagua, unahitaji kutengeneza table kwa njia ipi? Tumeangalia ku insert table, ku draw table wenyewe, eh, kuna excel spreadsheet ambayo kipengele hichi tutakuja kujifunza kwa wakati mwingine kwenye video yake maalum inayojitosheleza. So ni kipengele ambacho ni kizuri sana ukiweza kukifahamu basi takua kidogo umesogea hadi katika intermediate level katika issue nzima kutumia Microsoft Word. Quick tables unaweza kuklik hapa ukachagua tables ambazo tayari zipo built-in ambazo tayari Microsoft wanakupatia, unaweza kuzitumia ukaziklik ukafanya nazo kazi. Mfano, calendar. Unahitaji table ambayo ya calendar unaweza kuchagua hapa. Kwa hiyo let's say tuchague hapa, ukaiselect na tayari ukapatiwa calendar. Ikiwa katika table kama hivi katika document yako, very simple. Unaweza ku customize hapo kwa okay, style mbalimbali zile ambazo tumefahamishana, okay, katika tabu hii ya design, kama hivi unavyoona. So, wewe mwenyewe tu the way ambavyo utaweza ku customize na ku style na kupata muonekano wa tofauti wa table yako. So, sina la ziada leo katika video hii. Kama una maswali, una maoni yoyote, basi usiache kuniambia katika sehemu ya comment ya video hii. Hakikisha ume like video hii, umeshare na wengine wapate kujifunza. Natumai umepata japo kitu kidogo ama umepata mwanga wa kuweza kutengeneza table ndani ya Microsoft Word. Tukutane wakati mwingine katika video ijayo, ambapo tutakuja kuendelea na vitu vichache ambavyo hatukuweza kuviangalia, mfano kuandika maandishi katika table zetu na kuyapangilia hayo maandishi vile ambavyo sisi tunahitaji yaweze ku display, weka direction, yaanze juu ya, ya shuke chini yaanze left ama ya yakae kai center tuyaike bolded na vitu kama hivyo, itakuja kutengeneza hiyo table katika part 2 ya video ambayo inafuata. Asante sana.